Nagombea walikuwa wanajipaka rangi, wanajiandika baba Levo, wanajichora, wanaoga, wanajikuna, wanawashwa na rangi. Leo hii wanapata faida ya kumpigania ya kumpambania ndugu yao. Ndugu zangu, mmekuwa mkipiga simu baba Levo, tunaomba elfu tunaomba elfu ishirini na elfu hamsini Sasa hakuna cha kuombana hela, au sio? Na wapeni pikipiki piki, ambayo mnaenda kufanya biashara. Nyiye ni walevi, nawajua, ni watu watungi, nawajua. Mpeni dereva mwingine astaki, tunaambiana ukweli. Tunapeana shua milioni tatu, hiyo mdogo wangu, mtafuteni dereva afanye kazi, nyiye mwe mnapata hiyo riski kidogo, elufu tatu inarudi kwenye mfuko wa mbunge, nyiye mnapata hiyo riski, mnaendelea au sio bwana? Na tunafanya hivyo kwa sababu pia tunaogopa tukiwapa moja kwa moja, mnaweza mkaenda kuiuza kwa bwana, tuweke kadi klaima kwamba ipo kama ya kwenu, lakini ipo kama ni ya mbunge. Ukimaliza mwaka ukimaliza mwaka mmoja, pikipiki piki ni ya kwenu. Sasa hapo mkiamua muuze, muuze. Mkiamua kujimimina, mpakiane walevi, mkadumkie kwenye korongo, mtajijua wenyewe. Kigoma oye! Kigoma safi. Sasa wale niliwapa, nawapa kwenye boksi, lakini nyie sasa sukumeni hiyo hiyo, nendeni nayo au sio? Sukumeni, wasukumie hiyo waende nayo, tafuteni dereva mwende, au sio? Chazi chazi chazi chazi, nakwambia ukweli, we ni mtu atungi. <laughs> maana yake unajua kinachotokea ni nini? ikija kutokea chazi na mwenzake wame, wameanguka wame na hii pikipiki wamepasuka vichwa, wale wakosoaji watakuja ha, baba Levo, Umeona sasa, tulikuambia kwamba pikipiki umewapa watu, mwisho wa siku vichwa viko vinapasuka. Tunatakiwa tufate sheria za barabarani. Matrafiki wako vizuri, askari wetu wako vizuri. Fateni sheria barabarani, kukamatwa kamatwa misijali. Ukilala ikilala polisi, mimi nahesabu elfu tatu.